Kitu chochote binadamu anachokifanya ana uwezo wa kukitawala asikifanye. Kwa hiyo, hakuna excuse kwenye kutenda dhambi au kukosea. Una uwezo wa kuepuka kukosea, ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako, na Mungu hawezi kukuomba kitu ambacho hajakiweka ndani. Mfano, huwezi kukuta barabarani spidi, spidi hizi za gari iandikwe eneo hili usitembee zaidi ya spidi mia tano kwa Tanzania uwezo ukakuta kwa sababu hatuna gari lenye spidi hiyo yaani hatuna gari ambalo nafikiri mengi sana ni 280 kwa hiyo aliyetengeneza gari anajua kabisa hili gari lina uwezo wa kukimbia maximum speed hii kwa nini linaweza kufika mpaka spidi hii kwa sababu ndani ya hilo gari nimeweka hiki na hiki na hiki kwa hivyo Mungu anavyosema mkatawale na kujitawala, tayari Mungu anauhakika kwamba wewe unaweza kujitawala. Kitu cha tatu, Mungu akasema mkazaliane, na yenyewe iko hivyo hivyo. Mungu anaposema mkazaliane, maana yake ameshatupatia uwezo wa kuzaa, ametupatia vifaa vya kuzaa. Na niliwaambia hapa tuliokuwepo, tangu tunaanza binadamu, sasa hivi wanaogopa sana kuzungumzia masuala ya jinsia zetu especially Tanzania tumeaminishwa kwamba uh, vifaa vya uzazi ni mwiko kuvizungumza mbele za watu na inakatazwa kabisa. Wengi wetu huwa tunafikiri kwamba vifaa vya uzazi havihusiani na uokovu. Huwa tunafikiri tu ni entertainment na enjoyment, sio uokovu. Lakini nataka nikuhakikishie, mbunifu wa via vya uzazi ni Mungu na kwa kweli Mungu ni mbunifu. Kitaka kugundua ni mbunifu, chukua muda kusoma sehemu zetu jinsi Mungu alivyozi design. namna ambavyo amezi connect na ubongo hormone, na namna ambavyo tuna uwezo wa kuviruhusu kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuanzia leo usione kwamba ni kitu kibaya sana kujifunza masuala ya ngono especially kwa kizazi tulicho nacho sasa. Ni mambo muhimu sana ambayo tunapaswa tujifunze na kuisaidia jamii tuliyonayo.